Mapinduzi, taifa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi wametoa nafasi kubwa sana za vijana kutumika kwenye maamuzi ndani ya chama. <coughs> Vijana wenzangu, niseme jambo moja, dhambi ambayo ilikuwa inatutafuna umoja wa vijana ilikuwa ni vijana kuchaguliwa viongozi. Leo hii mmepewa nafasi ya kwenda kuamua nani awe diwani nani awe mbunge. Ni nyie vijana ambao mtatengeneza hatima ya wanarungu. Vijana wenzangu, niwaambie ukweli, hadi hapa tulipofika kuna mambo makubwa sana ametendeka. Anayeiona jumuiya yetu ina thamani kubwa sana Lazima na sisi tumthamini. Nasema ukweli sana kwenye hili jambo, wale wote ambao mnawaona wamewachangia hata kwenye kambi mbili, ni nafasi kubwa sana ambayo wameonyesha mahaba kwenu. Nyie vijana, wathaminini na mwaone ni watu ambao wanaipenda hii jumuiya. Tunapata watu ambao wanakuwa na mahaba na jumuiya kwa vipindi kama vya mvua wanakuwa na mahaba na jumuiya kipindi cha uchaguzi. Tukishapita uchaguzi, jumuiya hii wanaiona sio mali ya chama cha mapinduzi tena, wanaona CCM lilikuwa ni lango la kupitia. Tuna watu ambao hadi leo hii, vijana wangu, mpo hapa, ambao walistahili kabisa kuwa na nyie bega kwa bega, ni kili wazi, katibu wa umoja wa vijana kata hii ya Iponjola mimi vijana, nifikishieni salamu kwa wale wote waliosapoti hili kambi, waambieni jambo moja, sisi umoja wa vijana tutaendeleza mahaba kwao. Lakini kipekee nipende kumshukuru mbunge wa jimbo hili kwa kile alichokitoa, tunamshukuru sana. Namshukuru pia Dokta Mafwenga kwa alichokitoa. Nimshukuru pia mneki wetu Kasesera nifikishie salamu hizo kwa injinia, mnifikishie salamu kwamba mwenyekiti anashukuru sana lakini, kipekee, niseme ukweli, kuna kijana wangu, kijana mwenzangu Ambukile amefanya kwa sababu anaijua jumuiya. Vijana wenzetu wanapotushika mkono, tuwalinde kwa gharama yoyote ile. Mnamjua, mimi ndiye niliyechukua kijiti kwake, sikupokonya, kwa sababu atakuingia kwenye ulingi, aliniachia hiki kijiti. Lakini ni wenye viti wangapi wa UVCCM wamepita, hawaisapoti jumuiya? Sio kwamba ambao kila na fedha nyingi, hapana, ni mahaba kwenye hii jumuiya yetu. Waheshimiwa viongozi wa chama, tunawaomba sana, leeni hawa vijana mkiwaaminisha kwamba CCM ndicho chama ambacho kinaleta maendeleo kwenye jamii yetu. Lakini viongozi wa chama, naomba niwaambie jambo moja, lazima tuwafundishe vijana wetu uzalendo, kwamba fedha hazitatutengenezea viongozi bora. Vijana wenzangu, kuna watu nimesema wana mahaba na sisi kwa misimu. Leo hii wanapita wanaisi elfu tano zao ni kubwa wanahisi elfu kumi zao ni kubwa kuliko hii jumuiya. Wakati ukishapita, alikupa shilingi elfu kumi akishapata kula au akikosa, haithamini tena jumuiya ya umoja wa vijana. Kuanzia leo, vijana wenzangu wa Iponjola, tusifanywe kuwa madaraja wa watu. Mtu akisema, akifanya vizuri, tumsemee mazuri yale aliyoyafanya akifanya mabaya tumseme kwa mabaya aliyoyafanya. Hatupo kubebana, wakati huu sisi ni vijana ambao tunatumika kukitumikia chama cha Mapinduzi. Mimi niwaambie ukweli, mlinipa dhamana kuwa mwenyekiti, hamkunipa zamana nije niwaambie mumchague nani awe diwani, hamkunipa zamana nije niwaambie nani awe mbunge. Hapana, vijana wenzangu, mnajua viongozi bora ni watu wa namna gani? nawaambia ukweli, vijana wenzangu, viongozi bora ni wale ambao wanajua kabisa thamani yetu sisi vijana. Kwa mimi ninaomba tukaungane kwenye jambo hili, lakini niwaambie jambo moja, vijana wenzangu, ili nakili wazi, wakati ukifika wa kuchukua fomu, vijana msirudi nyuma. vijana msirudi nyuma, katengenezeni uongozi kwenye maeneo yenu hizi nafasi